Toa shukrani zetu za dhati kwa kazi ambayo Radio Ngoko iko nafanya, kwa sababu msaada wote ambao uko nakuja uko nakufikia kiurahisi, na kwa ujumla sisi wote tunapata, na niwaambie ya kwamba mmetusaidia sana sana, na haingekuwa hii msaada wenu, hatujui tungelikuwa tuko wapi. Maana tuko kwenye vita lakini serikali yetu haitusaidii hata chakula hata dawa hata nini. Lakini kama vile mnajua ya kwamba tunaipigania nchi yetu ya Kongo, tunapigania udongo, tuko na vita vya udongo. Tumesimama imara, wala hatubabaiki, na tunawashukuru sana, maana msaada uko natufikia, na tunasaidia wa watoto kukula kwenye shamba la vita, na vile vile tunaomba tusaidie na damu, maana tuko na tatizo kubwa juu ya damu. Itakuwa imetusaidia sana, kwa sababu watoto wanaumia, wanakosa hata damu, na vilevile wajane. Tuliseme kuna vijana ambao walioanguka kwenye shamba la vita, familia zao ziko mahali mbaya sana, familia zao hazina hata msaada wowote. Kwa hiyo iko nafika wakati io inatuma moyo. Tunahitaji wale wazamini ambao wataweza kusaidia watusaidie e, hizo jamaa e, watoto kusoma e, mayatima. Hiyo yote itakuwa imetusaidia na tutakuwa tumefika kwenye malengo. Ngoja tuseme ya kwamba kwa niaba ya hawa wazalendo wote tunashukuru, na shukrani yetu iko kubwa sana, kubwa zaidi. Asante sana.